Na. Yani, sana ti sana, sana. Katika jamii nyingi ndoa uchukuliwa kwa sehemu ya furaha na upendo lakini kwa Paskalina Kigumunyi ndoa imekuwa kinyume chake. Mama huyu watu watoto watano mkazi wa kijiji cha Tosa kata ya Kalenga, anasimulia jinsi alivyoishi katika ndoa yenye ukatili wa vipigo kwa zaidi ya miaka ishirini kwa mara ya kwanza kupigwa na mume wako katika ndoa, na baada ya kujisikia hali hiyo na mambo yakaendelea, ulichukuliaje? Si nifanye uvumilivu

kwa kweli namsumbua kwa anakuwa ananyanyaswa. Yani nampa sonona, lakini kwa mwanamke hata kwa kusemea kipindicho juu utasemea una una baki na. Kwa sasa umeshatoka katika hali ya vipigo, umeweza kuvuka huko, unawaambia nini wanawake wengine wa jamii ambao ni kakuwa saizi taakusemia ambao wanawake wasiusemia yani, yani, yani, io wawazi wasisi <-baru> Hata hivyo katika miaka hivi karibuni juhudi za kupambana na ukatili wa kijinsia zimeanza kuleta matokeo chanya mkoa wa Iringa, kwani takwimu zinaonyesha kupungua kwa matukio ya ukatili kutoka elfu tisa mia nane kumi na nane kwa mwaka elfumbili na ishirini na tatu hadi kufikia elfu saba na mia moja kwa mwaka elfu mbili na ishirini na nne. Martin Chua na afisa ustawi wa jamii mkoa wa Iringa anasema matukio ukatili wa kijinsia hasa kwa wanawake yamepungua kutokana na elimu inaendelea kutolewa kwa jamii, na wananchi wanazidi kuelewa umuhimu wa kupinga ukatili na kutoa taarifa a matukio hayo. Chua afisa ustawi wa jamii wa mkoa wa Iringa Tanzania pia ni mwenyekiti mhamasishaji mkubwa wa masuala ya malezi, makuzi na malezi ya mtoto lakini harakati za kupinga ukatili hizo zote kwenye jamii. Zinaonyesha kwamba ukatili unapungua. Hii ni kitu cha kujivunia, cha kwanza ndio hicho. Na mimi niwashukuru wadau wote wanaofanya kazi za za kupambana na ukatili dhidi ya watoto na ukatili uk wa kijinsia hapa mkoani Iringa. Taarifa zinaonyesha nazo hapa zinaonyesha kwamba ukatili unapungua. Kwa mfano tu, kwa takwimu mwaka 2023 yalikuwa matukio elfu tisa mia nane kumi na nane yote kwa jumla, ujumla wake ikijumlisha ukatili wa aina zote, una ukatili wa kingono, ukatili wa kimwili, ukatili wa kihisia, waliotelekezwa, yote haya matukio yamechanganywa huko ndani, yanakuja kuwa matukio elfu tisa mia nane kumi na nane kwa mwaka elfu mbili na ishirini na tatu. Mwaka elfu mbili na ishirini na nne mpaka tunafika mwisho kwa matukio hayo hayo, tuna matukio elfu saba. Kwa hiyo tuna chini ya matukio elfu mbili na kitu nimepungua hapo. Kwa hiyo utaona sasa ukatili kwa mkoa wa Iringa unapungua kwa kasi nzuri sana. Sana. Hata hivyo, licha ya mafanikio hayo, ripoti zinaonyesha kuwa ukatili dhidi ya wanaume unazidi kuongezeka siku hadi siku. Taarifa hizi zinaonyesha ukatili unapungua, tunajipongeza hapa. Hebu tuangalie unapungua wapi na ni wapi unadosa. Taarifa hizi zinatuonyesha pia ukatili wa dhidi ya wanawake Neno la kijinsia ndio. Kwa hiyo ukatili dhidi ya wanawake unapungua kwa asilimia 23. Kwa hiyo kwa ukatili dhidi ya wanawake unapungua sana kwa kasi kubwa. Nadhani baada wanawake, ya wanawake wengi kupata elimu na namna ya ya kuzuia. Lakini wanaume kuelimishwa kuacha kufanya ukatili. Kilicho tushangaza sisi ambao tunaweza kufanya kazi mwaka huu ni ukatili dhidi ya wanaume unaongezeka. Umetoka asilimia 9 iliyokuwa mwaka 2023 hadi asilimia 27 kwa mwaka 2024. Kwa hiyo utaona kabisa kwamba ukatili dhidi ya wanaume unakwenda juu alafu ukatili dhidi ya wanawake unashuka chini. Hawa hapa ni baadhi ya wananchi wakieleza sababu zinazopelekea ukatili kwa wanaume kuendelea kuongezeka ndani ya mkoa huo. Basi abasut wa mtazamo wangu mimi ninavyoona ni kwamba hii ni kutokana na elimu iliyotolewa ya uelewa nini, nini ukatili na taarifa ziende wapi. Kwa hiyo wanawake kwa kiasi kikubwa a wanajua nini ukatili na matendo gani ya ukatili. Kwa hiyo naona yatoa taarifa na, na anafanyia kazi, lakini hiyo hiyo imepelekea wanaume sasa kujua na wana kuogopa, sababu inawezekana kwamba vitendo vingine ambavyo wanawake wanafanyiwa walikuwa hawaoni kama ni ukatili, lakini ukija kwa upande mwingine wanaume sasa na wao, siku za nyuma, si kwa maana sisi wanaume tulikuwa tulikuatufanyi ukatili, lakini pia hiyo elimu pia imesaidia kuona kwamba kumbe hili tendo na mimi mwanaume nafanyiwa ukatili. Kwa hiyo inaonekana sasa watu wanaanza kutoa taarifa na ndio maana tunaona kama takwimu za wanaume zinaongezeka na za wanawake zinapungua. wasoi kutoka katika ofisi ya mawakili ni mwanaapo awali ilikuwa asilimia kubwa sana sana wanawake walikuwa hmm, ananyasika kisiasa, kila kitu hadi kiuchumi, lakini kwa sasa hivi nikuja kugeuka na kuja kwa wanaume ili mitokee kwa sababu wanaume wengi sana wamejisahau, yani hawawajibiki, wanasahau kabisa majukumu uh, uki, wana wana, wana yao mita... na ndio maana ukiangalia kwa upande mwingine, wanaume wengi sana, asilimia imeongezeka, wanapenda kuhudumiwa. I mean, nini, wasipohudumiwa wanakuja kusema wananyanyasika kihisia kivile, lakini naona oh, wanawatisananana. Naitwa Tom Gunda. Kinacholeta shida ni kwamba wamama wengi saa hizi wamekuwa na kipato na mwanamke kwa asili alishaanza kupata kipato, kwa sababu wengi wanaoolewa wanategemea mwanaume ndio atakao anamsupport kila kitu. Sasa kisha kuwa na, na hela, anaona tena nafasi ya mwanaume haipo, kwa sababu wengi wanakuwa na matarajio ya kwamba mwanaume atadonate kila kitu. Sasa kiona mwanaume huko chini. Lakini pia mashirika mengi na hizi sera za serikali mbalimbali hizi, nasema mtu mwanamke unakutana sehemu nyingine kuna dawati la jinsia na man, ustawi wa jamii zote hizi zinampa nafasi mwanamke na nafasi, na of course kwenye hilo wamefanikiwa, ila sasa wanawake wanawake wameenda mpaka wanakitiliza, wanaona kama mwanaume sasa isinape kwamba wao salona zao wana hela, sheria zinawalinda mwanaume amesahaulika, basi wanaona kama wanaanza kufanya. Wakili Desideria Shiwa anasema vitendo vya ukatili wa kijinsia si tu vina madhara kwa waathirika, bali pia ni kosa la jinai ambalo linaweza kuchukuliwa hatua za kisheria kwa na majina, naitwa wakili Desdir Kishiwa ni wakili, nipo katika ofisi ya The Icon Corporate, ambayo iko based hapa Iringa. Ah uh, tunapoongelea usawa wa kijinsia, mwanaume na mwanamke wana tofauti kubwa sana kijinsia, lakini pia tuna tofauti wa kijinsi ambapo kwa lugha ya wenzetu ya kigeni wenzetu ya na kigeni, kigeni. Kuna kitu tunaita sex ambayo ni jinsia ambayo tuna jinsia ke na jinsia me, lakini pia tuna kitu tunaita gender roles tofauti wa kijinsi, manake ni majukumu ambayo yanakuwepo kati ya wanawake na wanaume. Lakini majukumu hayo pia yamegawanyika, kuna majukumu ambayo yapo ndani ya familia na kuna majukumu ya kijamii. Tunapoongelea majukumu ya kijamii, ni ikiwemo katika shughuli mbali mbalimbali za kisiasa za kiuchumi na za kijamii. Katika nyanda hizo, mwanamke na mwanaume wako sawa na wanatakiwa kuwa treated sawa. Wanawake wana uwezo wa kugombea nafasi zozote za siasa za uongozi, pia wana uwezo wa kufanya shughuli zozote za kiuchumi, na pia wana nafasi ya kushiriki katika shughuli zozote za kijamii. Lakini tunapokuja katika majukumu ya kifamilia, hapo kunakuwa na tofauti. Katika familia tuna baba na mama baba ana majukumu yake na mama ana majukumu yake. Ni kwamba swala la unyanyasaji wa kijinsia sio uzuri, sio kwa mwanamke wala kwa mwanaume. Ni tatizo ambalo linatakiwa litokomezwe kwa wote kwa sababu familia ni taasisi, na ni taasisi ambayo inajengwa na baba na mama na watoto. Lakini mama na baba kama wazazi wana jukumu kubwa na nafasi kubwa sana wa kuhakikisha hiyo taasisi inaendelea na inakuwa na maendeleo mazuri. Kwanza, kitendo cha kumpiga mtu yoyote regardless ya mahusiano yenu ni kosa la jinai ambalo unaweza ukashtakiwa, na ukikutwa na hatia utaadhibiwa kadri ambavyo sheria inataka. Katika juhudi za kupambana na ukatili wa kijinsia, kituo cha taarifa na maarifa KSI kilichopo kata Kalenga, mkoa wa Iringa, kinachofadhiliwa na mtandao wa kijinsia Tanzania TGNP kimekuwa msaada mkubwa kwa jamii ya eneo hilo. Rosi Wisiko ni mwenyekiti wa KC Kalenga anasema amefanikiwa kutoa elimu kwa jamii kuhusu madhara ya ukatili wa kijinsia na wameweza kusaidia kutatua zaidi ya migogoro ishirini ya ukatili ikiwemo ya wanandoa wengine almanusula, wanajinyonga nataka kujinyonga, wanashushwa. Changamoto kubwa ni wanawake, wanawake wamekuwa na ujasiri sana juu ya waume zao. Naweza nikasema kwa kifupi, heshima ndani ya ndoa. Alafu kitu kingine ni kupungua kwa kipato. Mwanzoni labda alianza kuwa na maisha mazuri, utumi umeyumba, ndipo migogoro inakuwa mikubwa mikubwa mikubwa. Hivi tumeshatatua migogoro zaidi ya nane, ambayo migogoro uongozi wa kijiji ulishindwa, hadi ustawi wa jamii walishindwa, mahakama zilishindwa. Tatua migogoro mingi zaidi ya warajibishi wa kituo hicho, jarida Laurent na Peter Mvula wamezungumzia mafanikio aliyoyapate tangu kuanzishwa kwa kituo hicho. Kwa miezi mitano iliyopita kuna mabadiliko mengi tunayaona saa hizi hapa Kalenga tu penyewe. Zamani tulikuwa tunaona sana haya mambo ya ukatili, yalikuwa ni mengi kwanza ukija kwa habari za ubakaji na ulawiti, ukitaka kusema kwa mkoa wa Iringa, ilikuwa kutaka kufuatilia haipiti miezi kadhaa lazima utasikia kata ya Kalenga kuna ubakaji moja mbili tatu, kuna ulawiti, kuna ukatili wa kijinsia wa aina nyingi, vipigo. Yaani hizi pombe walikuwa watu wakinywa pombe, kwenye ndoa ni vipigo, na vile vipigo vinawaathiri mpaka watoto. Mtoto anaweza asiathirike kwa sababu yeye hajapigwa, lakini anaathirika kisaikolojia kwa sababu mama anapigwa. Baba akilewa, mama anapigwa sana; mama akilewa, baba anapigwa sana. Kwa hiyo lile pale, tunashukuru saa hizi linapungua kwa namna fulani Kupitia haya mafunzo tunayoyapata tunavyozunguka kwenye mikutano ya hadhara, tunazunguka mpaka hizo sehemu za vilevi, kwa sababu kule wako watu wazima na wale wanaokunywa. Tumeshawaita mpaka wale wanaouza vilevi, kwamba tunawaelekeza unachotakiwa kufanya ni nini na ambacho hutakiwi kufanya ni nini. ya mafanikio tunayapata, kwa sababu kuna matukio ambayo yanaya, yanaya, yanatokea yalikuwa hayaripotiwi, lakini kwa sasa wanaripoti na wanatoa taarifa kwamba kuna tukio fulani limefanyika, wakiliona ambalo sio sawa wanaliripoti kwetu na tunalifuatilia. A, sasa watu wanatoa taarifa, na bado wanakuta wananchi wanahitaji kujua mwendelezo ile jambo kwamba limefikia wapi. Licha ya hatua hizi, bado kuna kazi kubwa ya kufanya kuhakikisha jamii inatambua thamani ya ndoa yenye amani, heshima na usawa, ili ndoa kuwa sehemu ya furaha na sio uwanja wa mateso. Hii ni IPC Mkombozi TV, jina langu naitwa Harriet Mola.